Waumini wa kanisa la Kiadventisti kusini mwa bonde la Ufa wameiomba afisi ya DCI kuchunguza madai ya uporaji wa zaidi ya shilingi milioni 62 walizodanganywa kuwa zimenunua ardhi ya hekari 34 eneo la Oleleshwa viungani mwa mji wa Narok. Wakizungumza baada ya kufanya mkutano wa dharura eneo hilo, waumini hao wanadai kuwa stakabadhi za ardhi hiyo ni ghushi na kuwa pesa hizo zimefujwa. Hao, viongozi hao wanawalaumu viongozi wa ngazi za juu wa kanisa hilo wakitaka hatua wa za kisheria zichukuliwe dhidi yao. hakuna shamba ambalo limenunuliwa na kupitia kwa hiyo uongo, tumepoteza eh, milioni zaidi ya milioni sitini na mbili. So, tunaomba hata DCI, tunaomba division yetu, tunaomba hata General Conference yetu ya kwamba waingirie ndani wa ili au watu ambaye ni mataberi wasikwe warudize shamba lenyewe. Hata ukienda kufanya search right now, yeah. Ni ya kwamba ni shamba gushi ambalo wa Adventista hawajauziwa, katika document ambazo tuko nazo hapa kuna document kutoka kwa land registrar ambazo zili cancel title deed ambazo tulikuwa tumeuziwa kwa njia ya ghushi na zikawa cancelled. na baada ya wao kupewa siku sitini kurudisha walikosa kurudisha zile title deed. Tulikuwa tunachanga kila mwezi mia mwezi mia mia mia. Mara unakuta unaongeza, unaambia uweke, na sababu kwa kweli, kama kazi ya Mungu tulikuwa tunajitolea, unaongeza hata unakuta unatoa elfu moja plus lakini tumekuja tukahuzunika kukuta, kumbe tulikuwa tunanunua shamba hewa, maana mwenye shamba amesema hakuna shamba yeye aliuza.